Wakazi wanaoishi katika mipaka tete kati ya West Pokot na Turkana katika ukanda wa Turkwel, kaunti ya Pokot Magharibi, wameipongeza serikali kwa kukomesha uchimbaji madini haramu katika eneo hilo. Mwenyekiti wa chama cha wachimbaji madini wadogo nchini Kenya, Oketch Salah, alisema wanashirikiana na serikali kulainisha sekta hiyo ili kuhakikisha kuwa wahusika wote wanatekeleza majukumu yao kulingana na sheria. Sisi ni watu ambao tuko katika boda ya Turkana na Pokot, na, na tumeangaishwa uh, na mambo ya insecurity kwa muda mrefu. Serikali inafanya kazi mzuri sana, tunasema tena asante sana kwa waziri wa mining na PS wetu wa mining hadi Kimtai na waziri wetu wa Joe. Kazi wanayofanya hapa ni kazi mzuri sana na tunashukuru kwa sababu illegal mining saa hii serikali imepambana nayo hapa sana.